Asubuhi moja huko Ndichi, mama mmoja alitazama anga lisilo na mvua, huku mkononi mwake akishika punje chache za mtama. Ardhi ilikuwa kimya, jembe likawa alama ya maumivu kuliko matumaini, lakini moyoni alihifadhi imani kuwa ardhi hiyo itaitwa tena mama. Waswahili husema kiza kinapotamalaki, ujue alfajiri na karibia. Na kweli mwanga wa matumaini ukachomoza. Asanteni sana, asanteni sana. Katika vijiji 222 vya Dodoma, zao hili dogo la mtama linaandika ukurasa mpya wa maisha kupitia mradi wa kilimo endelevu wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Familia zaidi ya elfu arobaini sasa wanapanda si tu chakula, bali matumaini mapya ya kiuchumi. Mradi huu wa zaidi ya shilingi bilioni tatu nukta moja kwa usaidizi wa serikali ya Ireland kupitia WFP ni zao la diplomasia ya vitendo vya Chifu Angaya. Uongozi wake umewavutia washirika wa, wa kimataifa, si kwa maneno matupu, bali kwa maono, uaminifu na dhamira ya kweli kwa wananchi. Kutoka Ndichi. Kwa kweli, hiki kilimo ni kizuri sana kwangu mimi, kimenipa mafanikio makubwa sana kwanza imenipa msisimko kwa mkubwa sana kwa sababu awali lilikuwa tunalima mambegu ya ovyo ovyo, tukawa tunapanda bila kiutaramu. Lakini tumefundishwa jinsi ya kupanda vizuri, tunaweka mbegu punje kama mbili hivi. Yani mafanikio ni mazuri, visuke linakuja likubwa, linazaa vizuri. Tulikuwa tunalima kwa kilimo cha hasara, lakini kwa sasa hivi tulivyoona TBL, kwanza kabisa wana soko la uhakika. Baada ya kuwa kwetu sisi tuko kule mpakani walanguzi walikuwa ni wengi, wanavyokuja huku kwetu walikuwa wanatulalia bei, tulikuwa tunapata hasara, hata tulikuwa tumepiga hesabu, hata mtama kwanza tulikuwa tunaona haufai. Mtama unageuka kuwa ngao dhidi ya njaa, daraja la uhuru wa kiuchumi na silaha ya kupambana na tabia nchi. Hii ndiyo Tanzania mpya ambapo diplomasia haishi kwenye makaratasi, bali inamea kwenye mashamba yetu. Huku ndichi kwa Chifuangaya, siasa tena si jukwaa la ahadi, bali ni daraja la matokeo. Katika uongozi wa rais Samia, kilimo siyo sekta ya pembeni, ni jukwaa la heshima na nguzo ya ushindi kwa wananchi kutoka Ndichi.